Ili ufunge jukumu la saba. Dini yako ni jukumu lako kuipambania. Samahani, lakini wewe ukimaliza maiki hii, dakika tano achangie hapo hapo, aliyekuliani kuliani kwako simjui anaitwa nani. Akimaliza dakika tano zake, shekh Said Ali Hassan kutoka Gongoni Kenya, a, nimekujua ghafla. <laughs> Ilhaman nitamuomba rafiki yangu sahibu wangu Sheikh Samir Siddiq, mkono wa kulia wa almarhum gogo Sheikh Muhammad Bakari, greda la almarhum Sheikh Muhammad Ayubu, naye aseme dakika lakini nah. Kama sijui kama itakuwa kidogo stadi, haya mahama yakuna, dini ndio rasilimali yetu, na tunatakiwa tuipe thamani ya upekee, ikiwa ni jukumu letu dini. Jukumu lako dini yako wewe mwenyewe, lakini jukumu hili haliishii kwako wewe nafsi yako lazima jukumu hili liwe pia na kwa familia yako na jamii yako kwa ujumla. Sijui kama hutaulizwa iwapo utatoka katika ulimwengu huu na ulikuwa una nafasi ya kutengeneza jambo lolote la kijamii la kidini, halafu hukufanya hivyo. Sijui kama hutaulizwa kama ambavyo utaulizwa juu ya dini ya ahali zako, utaulizwa juu ya dini ya jirani zako na jamii yako kwa ujumla. Kama unayo nafasi ya kutengeneza lolote la kidini la jamii yako na hukufanya, lazima utaulizwa, na ndio maana tukaambiwa waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa yamuruna bil marufi wa yanhauna anil munkar, wapatikane watu kikundi, manake ni fardhu kifaya. Sasa hii eh, wapatikane watu wanaoamrisha mema, yani wanaolingania kwenye kheri na wanaoamrisha mema na wakakataza mabaya, lazima wawepo watu hao. Sasa huu ni muhimu, ambao unaweza ukashikwa na watu wachache wakaufanya, lakini kama hakuna anayeweza kulingania na kukataza na kuamrisha katika hiyo jamii katika mahali hapo ila wewe, maanake ni fardhu kifaya. Ndiyo, ndiyo maana kama kuna jambo waweza litengeneza la kidini lakini hukufanya hivyo, basi wewe, ikiwa jambo lile halikutengemaa likitengenezwa na wengine, tutaingia kwenye fardhu kifaita kwa maneno amekwisha. Lakini kama hakuna aliyelitengeneza basi, yoyote ambaye alikuwa na uwezo wa kulitengeneza huyo lazima ataingia katika majukumu. Ndugu zangu, sisi Waislamu, nirudi katika huja ya kwamba tuko wengi sana, lakini pamoja na wingi wetu, mambo yetu sio mazuri labda ni imani zetu ziko chini, lakini ishu sio imani, ishu siyo imani. Ishu iliyo hapa ni kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yanaturudisha nyuma. La kwanza ni kukosa watu waaminifu wa kusimamia mambo yetu. Hili ndo la kwanza. Na kwa nini tunakosa watu waaminifu wa kusimamia mambo yetu? Ni kwa sababu ya kukosa ikhlas. Kila utakayemwona katika jambo, basi huyo maslahi yake kwanza. Kila utakayemwona katika jambo, huyo maslahi yake kwanza. Zimeanzishwa sakosi ngapi za Kiislamu? Au hazijawahi kuanzishwa? Nyingi, nyingi zimeanzishwa eh? Ziko wapi? Hasa kama sakosi tu inatushinda, tutakuja kukusanya hela tujenge mahospitali? Hilo limepelekea sasa Waislamu hawaaminiani tena, kiasi ukitangaza tu, aaaa tuanzisheni jambo zuri ili tuchange shilingi elfu elfu kwa mwezi jamaa. Ah, wale, wale tu tumchangie mtu hela akale. Sisi hicho ndio kitu ambacho Waislamu kiko katika fikra zao. Lakini jingine pia ambalo tunalo Waislamu ni kwamba mtu kana, anaona kana kwamba akitoa pesa yake kwa ajili ya jambo fulani na halikufanikiwa, basi atakuwa hakupata thawabu. Hii ni kasoro tunayo, wakati innamal amalu binniyat, we ukitoa, mpe Mungu usimpe yule kiongozi wa lile jambo. Sasa hili limepelekea kwamba hata akipatikana mtu mkweli hatuwezi kumjaribu kusema kwamba hey, mgoja tumpe huyu tuone kama naye atafika wapi, na ndio maana si kwamba mambo hayaanzishwi hayaanzishwi ya Tanzania nzima, lakini yanaanzishwa ya vikundi, ya taasisi, ya madrasa, lakini pia hayafanikiwi kwa sababu mbili. Hiyo ni ya kwanza, ya watu kutoaminiana, lakini ya pili, wa uhdhiratil anfusu ashuh wahdhiratil anfus shuhha, hii nayo hii shetani kama kuna sehemu ukatupiga saba bila ni hapa kwenye shuhu hapa hapa, shetani ametukaba sana. Ndio maana anaweza hata akasimama kiongozi ambaye unamwamini kwamba huyu hawezi kupiga hela zangu, lakini akisema na jambo mimi, nataka nyinyi munipe kila mwezi shilingi elfu mbili mbili basi mwanzo watu watakuja na jazba, kama walivyosema, wakishatoa, wakimaliza, mambo yatarudi pale pale, katika watu themanini watakuja watano wa uhdhiratil anfusu ka hali ya mashakili haya. Kwanza tuweni wakweli sisi tunasimamia mambo, tuweni wakweli kwanza, lakini halafu tuondoeni shuhu inatakiwa tuone kwamba we ukitoa tu unapata thawabu basi, uliyempa akale akatengeneze mlilokusudia, lakini unapata thawabu ngaja. Hiyo haina maana kwamba watu wale, hiyo ina maana kwamba kama jana kuna aliyekula, leo kaja mwingine, tumpe na yeye, tuone kama atafanya. Huenda katika watu kumi tukampata mmoja akafanya lakini kikubwa kinachotuangusha ni hicho. Lakini halafu, pia Waislamu tuna shida moja, tuna vipaumbele tofauti tofauti, kila mtu ana kipaumbele chake. Kuna ambao fikra zetu zimelala sana kwenye kushindana na watu wa upande wa pili, kwamba wao wakiwa na hospitali na sisi tuwe nazo wao wakiwa wamesoma sana Kizungu na PhD zao na sisi pia tuwe nazo, kiasi cha mtu kuona kwamba shehe lazima wana PhD. Kisa wao wasema sisi hatuna CV huku, basi na sisi tuatamani iwe hivyo. Kweli tuwe na CV ili tufanyeje katika akhira yetu? CV hiyo ya sasa tuna PhD. Sasa huyu Samiru huyu ni mkuu wa chuo cha Shamsil Maarifi, lakini ni daktari bingwa wa mifupa ili He? Kila jambo lazima liwe na nani na wataalamu wake. Leo unaona madarisi zetu zi zi zinayumba, waalimu wa madrasa wanayumba, waalimu wanaotolewa sio, yani, kwa asilimia kubwa sio wa kiwango cha juu kitaaluma ki kita kwa nini? Kwa sababu kwanza huu mtindo unaonekana ni wa kizamani. Wewe una madrasa haina shule, watoto watakio, uende na wakati bwana, watoto wasome hapa dini, wakitoka hapa wamesoma vizuri dini, lakini ni daktari anaingia mochwari, anaingia bifeta, anampasua mgonjwa, akitoka hapa anakwenda kuswalisha adhuhuri. Kuna wenye mtazamo huo kwamba mziwana yule pale alipo yule hana lolote, si shekhe yule, yani yule shekhe lakini sio, so, so, msomi wewe oh, unafani gani mziwa? ah, mimi bwana, ninafani zote hizo za dini sio? Ukija kwenye fani za lugha, balagha, nahwa, sarfa, so, zote nazijua. Ukija kwenye masala ya fiqh ya, ya, ya, ya sheria usulul fiqh eh usulu uneni qawaid alfiqhiyya ilmu alfaraid fiqh fiqh almawarith eh tafsiru ayati alahkami zote nazijua na pia mimi nimeingia pia katika upande wa ulumul hadithi pia nazijua vizuri. Sasa huyu mziwanda fani zote za nini hizo alitakiwa pia huyu awe na nani, aseme pia kwamba mimi pia katika accountant. Nina eh na, na, na CPA pia katika accountant. Katika accountants ili iweje sasa, CPA hiyo na wewe ni kiongozi wa dini, kazi yako ni kusomesha dini. CPA kwenye dini ya nini? Natakiwa tukatafute mtu mwenye CPA ambaye ana ABC ya dini? Maanake ukiwa na CPA lakini uko kwenye dini mtupu kabisa, wewe uko nje ya malengo. Umesoma mpaka una CPA lakini Qurani huijui mpaka sasa. Daktari wa macho kule KCMC <laughs> lakini hata swala huiwezi, swala yako pia haiswihi, wewe una kasoro, lakini sio kasoro kwama. Mziwanda ni shekhe anayejua vizuri dini yake, lakini Mziwanda huyu hana mambo ya nini, sheria hajui nani, hiyo ilietwaje, hiyo ilietwaje? Sio sheria ya nchi, lo, hana degree, hana degree ya lo basi angekosa ya law basi akapata angalau hata degree tu ya finance, hana basi hana huko kwenye finance, si angalau basi angekuwa mtaalamu hata wa chemistry. Okay, hata diploma tu basi hana, hajasoma huyo, CV haja yake mbovu kabisa. Hey, jamaa alghazwul fikri imetumaliza. Ni vizuri akipatikana shekhe ambaye ana hizo fani kwa sababu aliyenacho si sawa na ambaye hana. Latpata shekhe bingwa wa usulu fiqh, bingwa wa fani zote za fiqh, au bingwa wa hadithi, bingwa wa lugha ya Kiarabu, utakapomweka yupo, kama unavyomwona mzee hapa, Sheikh Said Ali Hasan ni adibu wa ajabu kabisa, au ndugu yangu Sheikh Konseli pia ni katika watu wazuri wa wazudua wafaniza lugha hizi, mwenzangu ngaje ya Sami shekh wako lakini mwenzangu nimesoma naye, ukamkuta kama huyo. Alafu pia huyu bwana ana digrii pia ya leo ah. Digri ni vizuri sana lakini si lazima kwani. Jamani, niwaulize wale wahasibu mle kwenye makampuni na ofisi za serikali wanaweza wale hata kungoa jino tu eh? kungoa jino tu lile anaweza? Au mzee wangu pale, kakaangu Dokta Abduli yule, si dokta huyu wa macho eh? Ukimpelekea maradhi ya tumbo, yule anaweza akajua kwamba hii ni yaani, ampasue mtu afanye upasuaji? Ni fani hiyo hiyo ya afya, hiyo hiyo fani moja ya ya afya lakini yeye kaangukia kwenye macho. Ukimwambia sasa bwana tumbo, atakwambia da, ngoja nitafute, kuna mwenzangu mmoja huyu nimesoma naye A level, alafu ndio ndio yeye akaingia upande wa nini wa general na mimi nikaingia kwenye mambo ya macho, alafu aka specialize matumbo, ngoja nikupeleke kwa huyo. Lakini sisi vile tukiambiwa mashehe hawakusoma, twasema kweli bwana. Hatukusoma bwana, mashekhe hatuna elimu, japa. Mbona tunapelekwa hivyo? Ilitakiwa katika hivi vyuo vikuu kuwe na specialize ya dini, kama hivi tulivyo, kwamba sasa, shemziwanda huyu kachukua degree yake ya maswala ya fikihi chuo kikuu cha Dar es Salaam. Akaenda akachukua masters lakini masters kachukua ya hadithi chuo kikuu cha Morogoro, akatoka hapo phd yake ameifanya katika masala ya fiqhul muamalati tu, ame specialize na hilo tu, ilitakiwa iwe hivyo. Sasa mziwana huyu ambaye ana degree ya Mlimani, ana masters ya Udom, ana phd sio ya chuo gani cha Uingereza huyu atakuwa hajui akaunti hata kidogo, hawezi hata kufungua balance sheet, atakuwa hawezi kufungua hata balance sheet. Kwa nini? Sio fani yake, lakini fani yake ni dini. Lakini sasa ilivyokuwa kwamba haya masomo yetu kwenye hivyo vyuo hayapo, basi na hivi havifai? Ee jamani, mtaulizwa. Kinachotakiwa tupambane hivi vyuo kama shida ni karatasi basi tupambanie vifikie hadhi ya university vitoe degree. Hicho ndio cha kupambania. Kama watu wataka makaratasi waila, ilmu zipo nyingi tu, wakachukue makaratasi. Mtu akapata na PhD yake akija, tutamuuliza PhD yako ya nini wewe? Aa, ni ya lugha. Watakaje tusome hiyo hiyo lugha au fikihi Alafu tutamkalisha chini, tutamsomesha. Wallahi, tutamsomesha vyovyote <muchem> alivyo, mtu atasoma, yapo <muchem> ya kumsomesha. Kama shida ni ilmu tu, ah, tutasomesha vyovyote walivyo. Na kama shida ni karatasi haya, basi tukaeni chini. Na nikisema hivi, msomi kwa wanajifakharisha, wapo wenye degree, wanakuja tunasomesha, ni wake maanake nkisema hivyo ni waki wanakuja tunasomesha. Bwana hiki nina udhaifu nacho, tukae chini, tafuta kitabu fulani. Mimi sitakwambia ukafanya assignment, sitokuambia sijui uandae e presentation. Mimi kazi yangu ni neno kwa neno, nakupa nakla kama nilivyochukua, lakini habari ya kwamba si ukafanya assignment uletee nsaiisha, ah kama sijui ni andae presentation, sijui eh, uka present hayo A -a. Labda tuamue tukufanya mazoezi ya kutoa dawa basi. Kwa ndugu zangu, tuitumikie dini yetu inavyotakiwa, na katika ya kutumikiwa katika ya kupelekwa mbele na hizi madrasa zetu, tupambaneni ziende mbele. Ni vizuri tukajenga mashule ambayo mashule yale yatasomesha watoto wetu elimu hizi za kisekula na huku wakapata elimu ya dini. Ni vizuri sana, kwa sababu hilo itakuwa ni nafuu kuliko akenda akisoma katika shule ambayo haina kabisa masomo haya ya dini. Huenda tunaweza tukapata watu angalau kama kina Shekh Pembe hapa watakao eh, kuwa wanatunukulia hapa kutoka kwenye zaitwaje hizo Malcolm X tena za kina Malcolm X, unaona sasa, mi natamka itakavyokuja tu vyovyote, sababu so, sio fani yangu eh? Eh, lile jina nikilisikia tu lenyewe kwanza kulitamka na kuadhiki. Unaona bwana? Kwa maana hiyo ni vizuri sana tukawa na hizi shule ni vizuri sana tukana nini na hizi shule ili wale wahasibu tutakao waandaa wa wawe na huku wa na ABC, wana ABC, ukimwambia itaqillah wala wewe usi, usiongeze sufuri hapo, ana, anajua unachozungumza, akenda huko akigombana na mkewe, akiambiwa unaitwa na kiongozi wa dini shekhe anakuita akakusuluhisha na mkeo, anajua thamani ya shekhe kwa sababu amesoma dini. Akipewa majukumu, kakabidhiwa wizara fulani, kutokana na ilmu aliyonayo, anajua kwamba hapa Mwenyezi Mungu ananielekezaje. Lazima tuwe nazo hizo shule, lakini na madrasa kama hizi, tuwe nazo za watu wasome mpaka waingie deep katika haya mambo lakini kwa utaratibu uliopo nchini kwetu, huwezi kwenda deep, labda kwa nchi za wenzetu. Kuna huko pia kuna kulia tu sharia. Sijui kama katika kulia tu sharia wanafundishwa nani? Wanafundishwa account. Kama kulia tu sharia labda kule Saudi au Sudan, lakini pia kuna na finance. Labda kama watakuwa wanafundishwa tu hesabu kidogo, kwa sababu pia katika sheria kuna mambo ya hesabu Sheria kuna mambo ya hesabu, mirathi ni hesabu, sharika ni hesabu, zaka ni hesabu. Eh, huwezi ukatoa hukumu katika sharika, watu wameshirikiana watu watatu, na kila mtu ametoa fungu lake katika ushirika ule, huyu katoa nusu, huyu katoa robo na huyu katoa robo, halafu uambie bwana, sasa sisi tuna bilioni zetu ngapi hizi, tunataka utupe fatwa, tunagawana vipi? Lakini hapo ndani tunadaiwa zaka hapo ndani tunadaiwa na kodi ya serikali, halafu hujui hesabu. Sio lazima hapo hesabu uijue kidogo, kwa labda kwa hivyo. Lakini kwamba sasa kulia tusharia, labda wenzetu mliosoma huko katika jamii, amtuambie kwamba je, katika kulia mlifundishwa akaunti? Katika kulia mlifundishwa upasuaji huko katika kulia zenu eh? Hakuna hata mmoja atakayesema hivi. Kwa hiyo, kwa kuwa sisi huku, nani huko pia ni hivi hivi, ila tofauti yetu tu ni kwamba mfumo kule unakwenda kwamba kuanzia chini anasoma vyote, lakini anapofika jamia ana specialize, na katika ya ku specialize hadithi, Qurani, sharia eh, lazima tulijue hilo. Sasa hawa Wakristo na mfumo wao wende nao na sisi tuna wa kwetu. Kama wao wana ma PhD ya nini huko sijui ndio elimu gani, sisi haituhusu, yetu ni hii hila. Sasa, ila sasa nyinyi mlio na CPA, nyinyi mawakili mliosoma sheria mkatukua ile sijui ndio nini huko katika chuo cha sheria, nyinyi madaktari, nyinyi sasa mna jukumu na nyinyi la kuwashauri viongozi wetu kujua tutajiimarisha vipi kiuchumi, kujua madrasa zetu tutaziwezesha vipi. Hilo ni jukumu lenu nyinyi, lakini cha ajabu sasa, wao watu laumu wazee wetu, mashekhe zetu, mashekhe bwana, wameturudisha nyuma sana. Hawa bwana, hakuna kosa kubwa kama kutenganisha hizi ilmu mbili, hata kuita ya nini, ilmu ya dunia sasa elimu ya mazingira na elimu ya dini. Sasa baada ya mazingira lakini pia ikaa kidogo kama ina ina ukakasi kakasi, sasa neno moja kuzuru wamelipata elimu ya secular na elimu ya dini. Umefanya makosa makubwa sana kuzitenganisha hizi. Hivi zisingetenganishwa hizi, kungekuwa na Uislamu leo hapa. Kusingekuwa na babu kama yule Sheikh Muhammad Ayubu yule akakaa hapa akasema haya wasambaa, wazaramu, njoni, wadigo, watu gani? Njoo ni msome hapa tena bila kupewa mshahara na mtu yoyote akasomesha sinina watu na vitukuu vyao na mashekhe wengine nao wakafanya hivyo hivyo. Kusingekuwa na watu kama wasingelifanya hivyo, wale wakatafuta mashule mgewapata kinashemziwandana ngekuwa hapa ni kalalahutaala. Basi kalalahutaala Mwenyezi Mungu amesema unatafsiriwa na Kiingereza kidogo, unaingizwa kwenye bahari ya uchumi huko, umepotea moja kwa moja na unaambiwa Qur'ani inaamrisha uchumi. Bwana, ni kweli inaamrisha uchumi, lakini sio hivyo basi kwamba tusiisome kwenda ndani. Elimu ni pana sana ya dini, tusidanganyane. Elimu ya dini ni pana sana na ina kina kirefu sana, na kila unavyoisoma ndio unavyojiona hujui. Nakumbuka mimi mwaka 1997 nilitoka Shamsia nikaenda Dar es Salaam, nikaenda kuwa mwalimu kule. Nilikuwa kijana mdogo basi, nilikuwa nikijiona najua kweli, wadogo tu hivi. Na Mwenyezi Mungu alinipa kabuli kwa sababu kule kule Dar es Salaam ilikuwa natafutwa kweli watu wanakuja wanaweka appointment kwa wanataka nje tusome, bwana toka vyuo mbali mbali kule kule Dar es Salaam, kwa anajua na najua nanajua. Lakini baadaye nikarudi Shamsi, Shamsia ambapo baadaye nikaingia Shamsi Maarif. kila siku nilizokaa na Sheikh Muhammad Abi Bakri nilikuwa nikigundua kutojua kwangu. Hicho kipindi ninakwambia nilikuwa nafuatwa na watu wenye ilmu zao wakitaka kuja kusoma kwangu, na kweli kwa na uwezo wa kuwasomesha, na wengine nilianza kuwasomesha, hasa dogo kabisa na umri kama wa miaka ishirini na sita tu ilikuwa. Lakini baada ya kurudi huku, nikaendelea kuwa na bwana yule pamoja, akaendelea kunipa alivyonipa, ndio kila siku nikaa najiona "Do, kumbe ilikuwa pale nne. Ningedhulumika sana wewe. Usinoishe saa namna gani? Uh -oh. <laughs> Tulia hii, <laughs> nafasi mmenipa yenyewe, niacheni. <laughs> Kwa hiyo <coughs> elimu ya dini, kila unavyosoma ndo wajiona hujui. Na mpaka leo mzee wangu yule ameshaondoka, lakini kila ninavyokaa kila ninavyoswali, naona ala, kumbe jana alikuwa sijui. Mwenyezi Mungu atuwafikisha tuwe katika wanaoijenga hii dini yetu kikweli. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.